Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimewatumia mashehe wa Kishia katika kuzungumzia hoja za mwandamo wa mwezi. Hayo ndio madai ya baadhi ya ndugu zetu ambayo wananibandika nayo, kwamba katika ile klipu ya mwanzo nilizungumza masala ya watu kulipa siku moja, na siku yenyewe ni ile siku ya Idi, ilikuwa kusio Idi, ilikuwa bado ni Ramadhani, lakini watu wakasherekea siku ile, tukawajibika tufunge ile siku katika kuilipa, na nikawaeleza kwamba maneno yale sio yangu mimi, ni ya wanawazuoni. Nikawaletea wanawazuoni wakiwa wanazungumza na nikasema ni wingi, lakini mimi nitaeka baadhi yao. Sasa baadhi ya ndugu wakasema hapana, hatuwezi kufuata wanawazuoni hao kwa sababu baadhi ya hao wanawazuoni uliotuwekea miongoni mwao wapo wa washia, ama baadhi yao ni mashia na walikuwa wanamkusudia hasa yule mwanawachuoni wa kwanza kabisa. Nikasema huyu ni mwanachuoni wa Iraki, huyu ni mufti katika nchi ya Iraq. Sasa wakasema huyo ni Shia, na sisi hatuwezi kufuata kauli za Mashia. Sasa, ndugu zangu, mimi ningependa kutoa nasaha moja. Kama jambo hulijui na haulifahamu, afadhali unyamaze. Waswahili wanasema jambo usilolijua ni kama usiku wa giza. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qurani anasema, wala takfu ma laisa laka bihi ilmu inna sama walbasara walfuada kullu ulaika kana anhu masula, usijisemee maneno na usizungumzie jambo kama lile, jambo hulijui wala hulifahamu. Ujue siku ya kiyama utakwenda kuulizwa, macho, masikio yote yataulizwa. Yule shekhe si, shekhe si shekhe wa kishia yule, wala simshia yule. Yule ni shekhe maarufu, yupo mtandaoni, ukim, ukimsachi utamuona. Anaitwa jina lake ad-duktur al-sheikh al-alim rafi arrifai alani ni shekhe maarufu sana anajulikana sehemu mbalimbali na nchi mbalimbali duniani. Na yule shekhe si mshia, bali yeye ni kinyume chake, yaani yule ni sunni na ni mutashaddid katika wale wapinzani wa kishia, yaani anawapinga mashia. Tena upi, upi, upingaji wake ni ule upingaji mkali zaidi. Hakubali kabisa khabari za mashia. Kwa hiyo yeye si Shia, yeye, yeye ni Sunni. Pili kuna wengine wakasema yeye ye, ni mwanawachuoni kivipi? Na kuna klipu mimi niliwahi kuzungumza nikasema kwamba wanawazuoni kama kina Alimamu Shafi, Alimamu Nawawi, Alimamu Ghazali, eh, hao ndio wanawazuoni na mfano wake. Sasa hawa dunia sasa tuno, mimi nikawaita wanazuoni ni vipi? Nafikiri lugha haijafahamika. Mimi nilisema wanawazuoni, mtu kuitwa mwanawachuoni ni mpaka ule mtu awe amekusanya zile ulumu na zile fanni za ilmu. Wewe ukiwa ni mwana wa chuoni, utaulizwa una fanni gani ya elimu, una elimu gani unayojua wewe, mpaka ukawa wewe ni mwana wa chuoni uliokusanya elimu. Una elimu gani na gani? Lazima zile elimu ulizonazo zikaguliwe. Usiseme tu mimi nimesoma Qurani, nimesoma hadithi. Hapana, sema elimu hasa, una maalumati gani? kwa hiyo katika hii dunia sasa bado kuna baadhi ya watu wana ulumi na fani mbalimbali za elimu na ndio maana bado wapo baadhi ya watu wakiwa ni wana wazuoni lakini sio mtu ambaye yuko kwenye daraja ya ushehe ukambandika kwamba ni mwana wa chuoni sasa yule wa kwanza nikamweka ambaye ni mufti wa Iraki yule ni mwana wa chuoni tena yule ni mwana wa chuoni ala mustawa alalam yani, mwana wa chuoni kwa kiwango cha kimataifa ikiwa usadiki hayo nenda kamsachi na usome habari zake yule ni mwana wa chuoni mkubwa, ametunga vitabu vingi sana na ni mwana wa chuoni kwamba ana ulumu mbalimbali za fani za elimu, alizo nazo ni ajabu na hatari. Inchi za Kikhaliji huku inchi za Waarabu wanamfahamu sana yule bwana na wanamheshimu. Ukienda Masri anatambulikana na anaheshimika sana na si kwamba ni inchi za Kiislamu na inchi za Kiarabu peke yake, mpaka wazungu wazungu makafiri katika wale Eh, wanawazuoni na watu wasomi waliowatenga wa, wali katika viwango mbalimbali mbali, na wakasema kwamba kuna wanawazuoni waliotangulia na kuna wanawazuoni kwamba paka leo bado wapo duniani. Miongoni mwao wamemsajili huyu shekhe, pia ni moja katika wanawazuoni wa kimataifa, Sheikh Rafi Arifai. Huyu ni mwanachuoni mkubwa sana, ukienda kusoma elimu zake na vitabu alivyovitunga utashangaa, vitabu vyake vikiletwa katika maktaba yenu vaweza kujaa rumu nzima, na elimu alizonazo ni za ajabu. Ukienda ku search kafanye research, utapata habari zake ni nzito sana, huyu bwana. Kwa hiyo usizungumze kitu ambacho kwamba ukifahamu na ukijui. Ukienda kusoma vitabu vyake vya usulul fiqhi na vitabu ambapo kwamba imevitunga masala ya ilimu ilmu al-fara'id, ukienda kusoma masala ya eh, hata ana majumua fatawa yake pia ametunga, ana majumua fatawa yake kubwa huyu ni mwana wa chuoni ambaye kwamba zama za leo kumpata ni ngumu sana lakini, miongoni mwa wale wana wa zuoni waliobakia mpaka leo huyu ni mmoja wapo. Kwa hiyo huyu si shia na huyu ni mwana wa chuoni wa kimataifa. Kwa hiyo maneno yake alipozungumza kuhusu masuala ya mwezi ilikuwa hatuna budi isipokuwa kuyafuata moja kwa moja, kwa sababu anazungumza kitu kwa elimu na anazungumza kitu wa yakini na hakika, sio kwamba ni mtu tu atakurupuka na kuzungumza maneno na mimi nikikwambia mwana wa chuoni ni mwana wa chuoni, siwezi kukutajia mtu ni mwana wa chuoni kisha akawa si mwana wa chuoni, hapana. Maana kuna baadhi ya watu hawafahamu baadhi mambo kama hayo. Ukimtajia mwana wa chuoni atakwenda kukotea ukotea mashekhe huko akuletee akwambie hawa hapa wana wa chuoni, hawa sio wana wa chuoni, si mwana wa chuoni. Mwana wa chuoni mpaka afanyiwe ukaguzi atizamwe ana ulumi gani katika zama hii za leo wako mbali mbali, lakini wana wazuoni mbalimbali, lakini wanakaguliwa kwanza kujulikaniwa elimu zao. Huyu amepita Masri, amepita Azhari Sharifu, amepita katika university mbali mbalimbali, amepitishwa huko na kuhakikishiwa kwamba huyu ni mwana wa chuoni wa kukubalika, sio wa kubandikwa tu kwamba fulani tumuite mwana wa chuoni fulani, tumuite wnwl tumuite mwana wa chuoni. Mwana wa chuoni sikuitwa ni mpaka ukubalike kwamba ile elimu unazo na unajua, ukisema leno wasema neno kwa uhakika wazunguza kitu manake bidhika na wazunguza kitu kwa undani na uhakika, kwa kuwa unakielewa, unasema nini. Sio mtu kuzungumza tu kwa mawazo na mafikra ona, ah, mimi naona hivi sawa, hivi si sawa. La, wanawazuoni hawako hivyo. Kwa hiyo sisi, alhamdulillah, tunao mashehe wengi sana katika nchi zetu za Kiafrika, alhamdulillah, na pia wanawazuoni wapo, lakini hatutaki kuingia katika wanawazuoni wa Kiafrika, hasa waliotangulia tuwazungumza hawa ambao kwamba nimewakusudia kwa hiyo wale wengine wote hawakuwa na mashambulizi. Alioshambuliwa zaidi ni huyu mwana wa kwanza, na huyu mwanawachuoni wa kwanza ndio mwanawachuoni mkubwa katika wale wote, yule walewote liowaweka le, dio mwanawuoni mkubwa. Na ukisoma habari zake utaweza kumpatia heshima. Sisisi tu tunaomfahamu, anatambulikana kila sehemu. Sasa mtu kama mjui, wewe humjui, utjua wewe, haimaanishi kwamba yule mtu si mwana mwanawachuoni ama kutomjua wewe haimaanishi kwamba yule mtu basi atakuwa ni shia moja kwa moja. Wewe unambandika ushia kwa sababu ya malemba, amevaa kilemba chake ushamuita shia. Mashia kwanza wavaa vilemba vile, na si kila mmoja akivaa kilemba kikubwa anaitwa shia. Hapana, wako watu wanavaa vilemba vikubwa na si mashia. Sio mtu akivaa kilemba tu shia, akivaa kilemba tu shia. Eh jamani, si hivyo hmm? tujaribu kuwa na maneno niliyoyazungumza yalikuwa sahihi na hakuna njia ya kuyakwepa. Tutaifunga siku yetu moja ambayo kwamba tulikuwa tumeiacha, ambayo ni Jumapili, na tukafunguzwa kinyume na sheria, na wengine wafidhuli wakaja wakatuzungumzia maneno ya ufidhuli na kuwakosoa mashekhe na kuwakosea adabu mashekhe. Oh, hey, maneno mengi, lakini wanawazuoni waliobobea katika elimu mbalimbali wamekuja na kauli thabit na kauli ya uhakika kwamba lazima siku hiyo ilipwe. Sasa wewe tukana mashehe, wewe tukana wanawazuoni, wewe usilipe kwa ukaidi tu, hiyo ni hesabu yako na Mungu wako. Lakini sisi imani yetu tunajua, mashehe na wanawazuoni wamefanya bahthi na wamefanya research, wamefanya ukaguzi na kufuatilia mambo kwa undani zaidi, na wakatoa kauli kwa umoja, wanawazuoni nchi mbalimbali na waliotoka maeneo mbalimbali wanazuoni tofauti tofauti, wamekuja na kauli moja kwamba ile haikuwa siku ya Idi, bali ilikuwa kubado ni Ramadhani. Siku gani hiyo? Jumapili. Lazima tufanye nini? Tuifunge katika kuilipa, wale waliokula Jumapili Idi. Kwa hiyo itabaki hivyo hivyo, wala haita haitabadilika itabakia kwa hivyo hivyo. Allah, tuwezeshe atujalie minal ladhina stamiuna alqaula fayattabiuna ahsanahu. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.